Shirika la Posta mkoa wa Mtwara wametoa zawadi ya vyeti na pesa taslimu kwa washindi wa mashindano ya kuandika barua ambapo lilishirikisha wanafunzi wa shule za msingi na sekondari ndani ya mkoa wa Mtwara. Zawadi hizo zimekabidhiwa na kaimu afisa elimu mkoa wa Mtwara ambaye alikuwa mgeni rasmi, huku akitoa rai kwa wazazi na walimu wa shule za msingi na sekondari kuhamasisha wanafunzi kushiriki katika mashindano hayo kikamilifu. Chukue rai kwa walimu wote, niwape rai walimu wote wa shule za msingi na sekondari kuhamasisha wanafunzi wetu wote inapotokea mashindano ya uandishi wa insha au barua za kimataifa kushiriki kikamilifu, na wanafunzi wote washiriki. Wahamasishe wanafunzi wote. Pia ni warai wazazi wahamasishe wa, wa, wa watoto wao pia wawatie nguvu katika ushiriki wao, kwani zoezi hili ni zuri, linajenga ushindani, linajenga udadisi, lakini pia inaibua vipaji kwa watoto wetu, wanapata zawadi, wanajiamini pia, watakuwa waandishi wazuri hapo baadaye. Posta wasi waendelee kutuongezea zaidi, sio barua tu kama kuna shindano lingine kama uandishi, kwa sababu posta kwenye mambo ya uandishi wako vizuri sana, hata uandishi wa Aisha. Ikiwezekana basi wawashirikishe, ikiwezekana wanafunzi. Zoezi la uandishi wa barua walidharau, kwa hiyo ingekuwa zoezi la Aisha labda angepata wengi zaidi. Sasa wanaweza wakaleta na mashindano mengine zaidi. Baadhi ya wanafunzi walioibuka kidedea katika shindano hilo wameeleza kufurahishwa na mashindano hayo huku wakiwaasa wanafunzi wenzao kushiriki mashindano hayo kwa wakati mwingine. Nimefurahi katika kushiriki shindano hili la uandishi wa insha, na inasema asante sana viongozi mbalimbali mbali, kwa kunisapoti na kuweza kunisaidia. Nimeshindi, nimeshiriki shindano hili ambayo ilikuwa inasema fikiri kuwe ni bahari rafiki yako jinsi atakavyokutunza vizuri, kwa nini atakutunza vizuri? Nasema asante sana vilevile vile, walimu wangu na wazazi kwa ujumla wamenisaidia mimi kufika hapa. Nawashauri wenzangu nao wajiunge katika mashindano na haya, naamini wataweza. Watu wa posta na washukuru, na pia nasema nitashiriki tena, Mungu akimjalia uzima, nitashiriki na naahidi kuhamasisha wenzangu washiriki katika mashindano haya. Cha kwanza namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kunijalia kwa mzima na kuweza kunipa uwezo wa kuandika hiyo barua, na namshukuru sana mwalimu wangu ambaye amekuwa akinihamasisha katika uandishi wa barua hii, maana mi mwenyewe nilikuwa siku yani nilikata tamaa, nikasema nawezaje kushinda barua hii wakati kuna watu wengi. Kwanza nili nilijiweka nyuma sana, ila mwalimu wangu alinihamasisha na nikaandika barua hiyo, na kwa support yake mpaka leo hii nimekuwa mshindi wa kwanza kimkoa. Namshukuru sana mwalimu wangu kwa mako unaofuata, na ahidi Posta nitajitahidi kadri ya uwezo wangu, nitaandika barua wakitoa shindano jingine. Nitajihamasisha mimi pamoja na wanafunzi wenzangu tuandike barua ili tuitume posta, na tunaweza tukawa washindi sio kimkoa tu, kitaifa na kimataifa. Nimejisikia vizuri kwa sababu imenipa fursa nzuri kishule yangu mi mwenyewe hadi walimu wangu pia. Natamani niwaambie wenzangu kuwa waendelee, kwanza waendelee kusoma kwa bidii cha pili, kwani kila kitu kinachotokea wanaji, wanajiweka kihapo alafu wana, wanafanya mazoezi. Upande wake meneja wa posta mkoa wa Mtwara ametoa wito kwa taasisi za elimu kwa ngazi zote kutoa ushirikiano wa kutosha ili waweze kupata washiriki wa kimataifa yenye jumla ya nchi 192. Tunasisitiza kwa zoezi la mwaka huu limepita, tuliweza kufika baadhi ya mashule, lakini kwa mwakani tutaendelea na zoezi hili. Tunahimiza walimu, wanafunzi, itaamini idara ya elimu mkoa, idara ya elimu wilaya, hadi elimu wilaya, idara ya elimu kata, wote tushirikiane kwenye zoezi hili. Lengo ni kupata mshindi wa wa kimataifa ambaye atashindana na wenzetu duniani nchi mia moja tisini na mbili na akitokea kule ataenda kupata zawadi zake huko Ulaya bene Switzerland Ulayaa. Tutatakiwa tupate mshindi wa kitaifa, ambaye mshindi wa kitaifa anaenda kwenye sherehe inakofanyika sherehe ya Umoja wa Posta Duniani hapa nchini, kama itakuwa ni Dodoma atachukuliwa katika mkoa aliopo Dodoma kama ni Arusha atapelekwa Arusha. Kama ni Dar es Salaam atapelekwa Dar es Salaam. Aidha kwa aidha kwa sasa shirika wa, limeanzisha utoaji uh, wa zawadi kwa wanafunzi watatu kila mkoa. Nafikiri hii sasa kwa level ya mkoa tunaweza tukaipambania nafasi hii na kuweza kushinda nafasi ya kwanza ya pili hadi ya tatu. Aidha kwa wale wanaoshiriki wengi, bado kuna zawadi zao maalum nyingi tu kwa walimu. Na vile vile kwa shule. Baadhi ya walimu na wadau walioshiriki katika hafla hiyo wameonyeshwa kugusa na tukio hilo huku wakitoa taulo za kike kwa niaba ya wanafunzi wa kike ili kuwapa nguvu katika masomo yao. Siku ya leo ya posta duniani imenikumbusha mbali sana, kwani mimi nimekuwa nikiitumia wakati nasoma shule ya sekondari ya Mtwara Girls iliyopo Mtwara manispaa. Wakati ule tunasoma kulikuwa bado hakuna maendeleo ya sayansi na teknolojia. Kwa hiyo tulikuwa tunatumia sana barua ambazo tulikuwa tunabandika stampu, ambayo nimeiona katika historia hapa ya posta. Nimefurahi sana kwa kuiona, lakini vile vile tulikuwa tunatumia pesa kwa kutumia telegram money order, kama sikosendo, ambazo zilikuwa zinatumia. Kwa hiyo ilikuwa tunafurahi sana ukisikia leo yule kaka wa kuchukua barua ameenda posta, alafu akirudi pale akaanza kutusomea, na wewe ukapata unashangilia sana, unajua leo nimepata pesa za matumizi kutoka nyumbani. Kuelekea maadhimisho ya siku ya posta duniani, na tumeweza kupata mwaliko wa kuja kujumuika kwenye maadhimisho haya, lakini pia tumeweza kupewa zawadi ya taulo za kike, pedi, kutuunga mkono jitihada kampeni yetu tunayosema kuwa pedi ni akiba ni stiri nikiwa darasani ili niweze kufurahia ya masomo yangu. Na tumeshukuru sana, na pedi hizi tunaahidi kabisa, tutazipeleka kwa wahitaji ambao tunazingatia mashuleni, watoto wa kike wale ambao wana hali ngumu katika familia zao, wale ambao wana uhitaji, ndio tunawakabidhi hizi pedi. Lakini pia tumekuwa tukiziacha shuleni kama akiba, wale ambao wanapata dharura wakiwa eneo la shule wanaweza kutumia pedi hizi kujistiri, kuhakikisha hawatoki nje ya shule, wanajistiri wakiwa eneo la shule na kuendelea na masomo, na hii ni katika kuunga mkono jitihada za serikali yetu katika kuhakikisha mtoto wa kike anapata masomo bila kupata vikwazo vyovyote vile ambavyo vinasababishwa na ukosefu wa pedi salama na ukosefu pia wa kuzingatia mazingira ya hedhi salama. Siku ya leo ninafurahi sana kwa sababu posta imefanya jambo la kipekee sana katika mashindano ambayo tulishiriki. Watu wa medi tulitoa wanafunzi 69 katika ushiriki waandishi wa barua pia mimi nilikuwa mwalimu ambaye nilikuwa ninakomvisu watoto kwa ajili ya ku, kushiriki hilo shindano. Nashukuru siku ya leo shirika la posta limenipa zawadi ya kikombe na pesa shilingi elfu thelathini. Kwa hiyo ninashukuru sana watu wa posta, mzidi kuja mashuleni kuwaelekeza watoto jinsi ya mambo ya posta, jinsi ya kuandika barua na vitu vingine.